Ni vita vinavyoshangaza dunia, hujiri kila baada ya sekundi 40 kwa mtu mmoja kujiua, hii ikiwa ni kwa mujibu wa shirika la afya duniani WHO. kuomba na barua ya kuomba msamaha kwa baba, kuwa umenitunza muda mrefu sana, sijaona changamoto yoyote, umenilea vizuri mpaka sasa hivi. Nimeamua kujiua, tutakutana mbinguni endapo kama utakufa na utanikuja kunikuta huku. Nakupenda sana babangu. Ni vita vilivyogubikwa na mtazamo wa kisaikolojia huku afya ya akili ikizidi kudadavuliwa. O, katika suala la kujiua kujitoa uhai ipelekea na sababu kubwa zaidi ya kisaikolojia ambayo mtu anakuwa anaifikia ambayo inaitwa ni depression. Wanajamii wanafanya nini wakiwa na changamoto za kisaikolojia? Mimi nikakutana na changamoto ikanishinda, kwa upande wangu mimi lazima nitafute jinsi gani au kutafuta ushauri kwa watu ambao wenye uelewa zaidi yangu, wasifikirie mbali ya kufikia vipi. Tuchukue dunia ilipofikia, siwezi ni mkosea Mungu nitoe roho. Nakukaribisha kwenye makala yanayoangazia ongezeko la visa vya watu kujiua, athari zake kwenye jamii na namna ya kukabiliana navyo. Ambatana nami mpaka tamati. Mimi ni Lilian Vincent. Kana najisikia nani ambao moyo haujisikia ya hata vema, kwa sababu kijana ambaye ndiona kama ndo ndugu yangu, leo hii anatoka ghafla. Hata angetulia labda aje anielezee ningempa mbinu yoyote ya kutokana naye, akachukua majukumu ya haraka. Ndo hivyo ikawa, namna hiyo sina namna nyingine, asili ambayo anazipata. Mimi kijana wangu angekwepo mpaka sasa hivi, labda angekuwa ananisaidia kwenye majukumu ya kulea nani wadogo zake, na yeye pia tungekuwa ndo hivyo tunani, tungekuwa tunasaidizana kwa hiyo sasa hivi kaniacha kama mdhaifu sana. Ni upweke uliotawala kwa Dani Sau, ambaye si jina lake halisi, tangu kujiua kwa mtoto wake aliyekuwa na umri wa miaka 21. Kifo cha mtoto wa Dani kinafikisha makadirio ya idadi ya watu laki nane hadi milioni moja wanaojiua kila mwaka kwa mujibu wa WHO. Ifahamike kwamba kujiua kunashika nafasi ya tatu duniani kuwa chanzo cha vifo vya walio wengi hususan kati ya umri wa miaka 15 hadi 29. Nchini Tanzania, katika utafiti uliofanywa na Hospitali ya Taifa ya Afya ya Akili Mirembe na Jeshi la Polisi ulioangazia zaidi mkoa wa Dodoma idadi ya vifo vya watu kujiua viliripotiwa katika kipindi cha miezi 18 ni vifo 1141 vilivyotokana na sababu mbalimbali. Wanasaikolojia na wataalamu wa magonjwa ya akili wanaamini kwamba visa vya kujiua vinaweza kupungua hata kuisha kabisa, kama hatua madhubuti zitachukuliwa. na tumwisho sukilazimisho tu kutumia akili zetu, au watu ambao tunawazoea kila siku hapana. Kuna watu wengine kama na saikolojia ka kuna viongozi wa dini, kuna na jambo lolote umeona limekushinda kwelikweli, tafuta wataalamu waweze kukusaidia. Pia jambo lingine, vijana na watu wote, tupunguze matarajio, tusiote matarajio makubwa sana kwa mipango au malengo ambayo tunayo kwa sababu wakati wewe unatarajia unakuwa na matarajio hayo makubwa, Mwenyezi Mungu amekupangia vingine na uhalisia wa dunia uko vingine, kwa hiyo tujiandae pia kupokea taarifa zozote zile ziwe nzuri au mbaya, kutengeneza akili zetu hivyo. Hassan Tindwa, mwanasaikolojia tiba nchini Tanzania, mbali na kutoa rai yake kwa jamii, ameeleza namna jamii inavyoweza kushiriki kujengana kisaikolojia, hatimaye kushinda vita hivi. Wanajamii, kwa kuanza na mtu mmoja mmoja, ana wajibu wa kujiweka salama na hata kusaidia wengine wasitekeleze mawazo ya kujiua, kama ambavyo inavyoaminiwa na mwanasaikolojia Tindwa cha kwanza nitamhoji, ana shida gani? Ndio maana achukue jukumu hilo la kujiua. Akitoa labda sababu muhimu, inatakiwa niende ata kwa serikali nikatoe taarifa na msaada wangu. Mtu kama akileta taarifa atakwenda kujiua kwa haraka haraka bili ni mzuie au kwa haraka haraka bili mtoe taarifa kituoni, na hiyo nakuwa sio akili kabisa. Dani Sau, anawashauri nini wazazi ili waweze kukabiliana na matukio hayo? Wa, wa, nani, wajaribu kukaa na familia zao kama hao watoto wa kiume au niseme tu pande zote wa kike na wa kiume, nani maneno ya kuishi, nani, wa, nani, wa, watoto wao wa kiume, nani jinsi ya ku ya kuishi maisha, nani labda kwenye mahusiano, nani kuwa amwelekeze kuwa pitia hili pitia hili, nami nilipitiaga hili ambalo hili hapa inapaswa usifike usipitie nani changamoto kama hii hapa, ukipitia changamoto hii hapa itakuwa namna hii hapa, kwa hiyo nani nawapa wazazi kama wazazi wawajaribu kukaa na watoto wao kuelekeza nani jinsi ya kuishi maisha yao ili okay, wasikie nani maisha ya kujutia baadaye. Wanasaikolojia na wataalamu wa magonjwa ya akili wanaamini kwamba visa vya kujiua vinaweza kupungua hata kuisha kabisa kama hatua madhubuti zitachukuliwa. Tanzania ikiungana na mataifa mengine duniani kwenye vita dhidi ya kujiua awali, imetambua kila Septemba kumi ya mwaka kuwa ni siku ya kimataifa ya kuzuia kujiua chini ya wizara ya afya Tanzania imeendelea kuchukua hatua kuimarisha afya ya akili na kukabiliana na magonjwa ya akili. Hii ni kupitia kuimarisha huduma za ushauri na saa kuanzisha dawati la msaada wa kisaikolojia kupitia namba ya simu 199 bila malipo na ujumbe mfupi kwenda namba 15061 pamoja na kutoa mafunzo kwa wahudumu wa afya kwa Tanzania suala la kuzuia kujiua si la wizara pekee bali ni na kila mmoja huku rais wa jamhuri ya muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan akisisitiza hilo asante kuwepo nami Lilian Vincent nimekueleza makala fupi ikiangazia ongezeko la matukio ya kujiua na namna ya kukabiliana nayo ni jukumu lako kuanza kuchukua hatua uhai wako ni wa thamani usichukulie poa leta matumaini kupitia vitendo